akamwita dereva ambaye ikevukana chukuao watu unalalamikiwa, gari yako unaambiwa, watu wanapiga hao kwa hao, kwani hawajesha tu, kama ushakwisha wewe, ondosha gari ukiweka hapa itakuwa tatizo. kana michini jambua suruali kanachowezwa avyakuisa akawisha hapo, mkamwambia mbunge hem, tuishe gari tuishe gari na tuifate hiyo kokosta yenda na wapi?

mkazi wa Kumbini, wanamwita Muhatumbo Mwanakele huyo. Baada ya kuwa tumekutana kajengwa hamtizama na nikamuuza salamu ya kiungwana, namuonyesha uungwana, nikamwambia salamu alaikum, hana mtizama vyema <laughs> njoo hapo, ngia gari hili na wake nenda Mwanakele. Baada yako mwake metambulikana. Okay, hapo jimboni kwao kajashushwa yeye tu, baada tumemtambua kwamba tumemtambua, na si kama kama ni huyo tu Wanakele wengine wanakuja wakanunua neujuma mitaani, hawana hata ajira tuwejua. Wanakele wadogo hasa uwanja uchafuzi wa siku ya mwazo, na idadi yake hatuliitambua waopiga wangapi, kwa sababu tuvutwa minisho kwamba jeshi eti lichari ndazila kura, kumbe ile jeshi wauwahi jeshi Njoli liliokuja kujia tu zingu kweli kweli. Muda wa kwamba vitu bwana vinachaka vipaki iwe vile. Vivyo kuwa vipigiwa kura. Kura zizo ndani ya bahasha. Kituo cha Muyuni A. E. Eh. Boksi yake ya moja tu. Vishushwa vitu bwana viwili. Usiku tunapita vituoni tunawauza maskari waondani ndani. Makala wetu wao hapo Bawa City. Pitani angalieni, mwake si watu wajui. Tunaangia, tunatizama. Wengine wale kule tunatizama. Vitu tuli, wapeleke viwili wakati kichopigwa ni kimoja tu. Sasa kama wanajeshi wanachaka wakatasie tunasema wawamo tu, maana kule kajengwa wachukuu wao kuna kunako jigari liao. Sasa wakasema kuwa hawana husika, wacha kuwa waongo kuwa wanahusika, maana wao ndio wapeleka kuna kunako vituo na ndio wao chukua kunako vituo na kuja huo wa siku ya pili

ambia sinaangia basi ila nageuka yule tu yamkuta huyu ni eh mtoke vu kavua sketi yake ya blue na kishati chake cha kisha orange, kana kuja kajifungu kanga chini ya sumini najiuka na mtandio tena, kana mizuzu chini, kana kuja mwandishi wa habari, mwandishi wa habari, wandishi wa, wa mtegani FM wanatuambia, tunataka tuchukue habari, maana tukaambia, si habari zetu hazinafikishwa huko, maana tu tende mikutano ya jimbo. Mbona kevu akaja huyo mwandishi wa habari, Mzee Saumu Ali Haji, tujua mwandishi wa habari ula sie kusini. Heya, kumbe kevu akachukua kaenda, akapeleka kwa mabosi zake watizame, ziada kaseme nini buna ni mbunge kaseme nini diwani ni kazungumzu nini, wakakobie. Maana njo na wazo wa hiyo kuchungulia, na njo maana na wakuwaua vituo wa wakanenolia kuchungulia

Sasa ntizamia wakalaji we wa wewe wa mdomo akesatajwa jina tu kwamba Masud, Juma Masud. Ah, huyo kapiga jana huyo apewe mbili tu, maana mwanangu kevuka kazana wafiki mpaka wamlizi chumba namba nne, huyo kapiga jana apewe mbili, kena kweli mpigi jana. Kana kukwa mbili. Avyofika watatu tu na huyo jana kapiga we mtoto we, unajua mie nani? Naye akamwambia: na mie unanijua nani? We mwanamke <coughs> na mie mwanamke na. <coughs> Lakini huyo kapiga jana apewe mbili tu, askari mtowe huyu. Akawambia askari, sitoki sitoki, kwa sababu vitabu wametupa wenyewe, tunajua kila linalofanyika, na wamesema tuangalie kwenye vitabu, wasitupe vinyonyo sisi Vinyonyo. Eh, na madam polisi kinyonyo hakije.